Vita kubwa ya Shetani juu ya kanisa juu ya mwili wa Kristo ni ufunuo wa Yesu Kristo usifunuliwe ndani ya moyo wa mtu. Nikisema ufunuo Yesu Kristo namaanisha ni Mungu kujifunua ndani ya nini? Ndani ya mwanadamu ndani ya mtu ndani ya mwili wa mwanadamu. Huo ndio ufunuo wa Yesu Kristo, kwamba Mungu alidhihirika ndani ya mwili wa mwanadamu. Ndio kitu ambacho Shetani Ibilisi ataki kitokee. Timotheo wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na sita inazungumza kwa habari ya kwa mara ya kwanza Mungu amejifunua ndani ya mwili wa mwanadamu akaonekana na kushuhudiwa na malaika na watu walimzunguka, anamaanisha Yesu Kristo, Immanueli, Mungu aliyovaa mwili. Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na nne anaandika neno akafanyika mwili akakaa pamoja na sisi, ndiyo Emmanuel, Mungu kujifunua ndani ya mwili wa mwanadamu ndiyo ufunuo wa Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na saba kumi na nane kwamba sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini kweli na neema ilikuja kufunuliwa kwa mwanadamu, kupitia mwanadamu Yesu Kristo. Kwenye andiko ambalo tumelisoma hapo, Mathayo sura ya 28 mstari wa 11 hadi 15, baada ya mwanya Yesu Kristo kufa kuzikwa na kufufuka watu walikuwa wa kwanza kupinga ufunuo wa Yesu Kristo walikuwa sio watu wa mataifa, walikuwa ni viongozi wa dini, mafarisayo na waandishi. Waliinuka watu waliongwa fedha wale, wale walioshuhudia kufufuka wa Yesu Kristo walipewa fedha na wakapigwa mkwara kwamba wasiseme kwamba masihi amefufuka. Kwa nini? Shetani anajua nguvu ya ukombozi ipo ndani ya ufunuo wa Yesu Kristo, ipo ndani ya uungu, ndani ya ubinadamu, yaani Immanuel. mwana iko ndani ya mwana, ndio kuna nguvu ya ukombozi na nguvu ya wokovu. Kwa hiyo akiweza kukufumba wewe, akiweza kukuzuia ndani yako usipate ufunuo kwamba Kristo ndiye mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu wokovu wako utakuwa hauna nguvu utakuwa ni wokovu lege. Bwana Yesu asifiwe. Mm -hmm. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa tatu, anasema na kila roho isiyokiri Yesu, isiyokiri Yesu haitokani na Mungu na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa, nimekwisha kuwako duniani. Anasema kila roho isiyokiri Yesu Kristo. Roho hii ni roho ya nani? Ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo alikuwepo tokea wakati wa Yesu Kristo alipokufa, kuzikwa na kufufuka. Mpinga Kristo ndiye anayekataa uungu asilimia mia moja na ubinadamu asilimia mia moja wa Yesu Kristo. Huo ndio mpinga Kristo dunia nzima, kila mtu. Wengi wanaamini dini mbalimbali kwamba Yesu, Yesu ni nabii. Wengi wanasema Yesu Kristo ni mwalimu, ni rabi. Wengi wanasema Yesu Kristo ni mjumbe, ni messenger. Lakini inapofika kwa habari ya Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ni wale tu wanaoamini katika kazi ya msalaba ndio wanakiri kwamba ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo wanaweza kukubali kwamba ni mjumbe, wakakubali mnabii, wakubali yule aliyetumwa ni mwalimu, lakini kwa habari kwamba ni Mungu aliyevaa mwili, ni mwana wa Mungu, hapo ndio tunapishana dunia nzima, na hapo ndipo palipo na siri ya nguvu ya kanisa, ufunuo wa Yesu Kristo ndani ya mwili. Kuna mtu mmoja anaongea paaoko. Biblia inazungumza katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tano, anasema kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja mwanadamu, Kristo Yesu. Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu ni mwanadamu nani? Kristo Yesu. Kwa hiyo ule binadamu wa Kristo Yesu ndiyo dini zote na imani zote duniani zinafika, na hapo ndipo palipo na siri ya nguvu zetu. Mungu ambaye ni roho, aliuvaa mwili wa wanadamu, akakaa pamoja na sisi, Immanuel, Mungu pamoja nasi. Katika huo ufunuo ndio kuna nguvu ya msamaha, kuna nguvu ya upendo, kuna nguvu ya ukombozi, kuna nguvu ya kutuunganisha katika Mungu wa Roho. Nikitembea katika nguvu za Mungu ni kwa sababu nina ufunuo kwamba ni Mungu aliuvaa mwili wa nani? Wanadamu. Kila alichokifanya pale Calvary miaka 2000 iliyopita baada ya kufa, kuzikwa na kufufuka, nguvu ya ukombozi wa mwanadamu haipo kwenye ile damu iliyotoka kwenye mikono magonagi. Na ufunuo wa ajabu kweli, eti damu iliyotoka kwenye mikono ni ukombozi wa uchungu kwenye mbavu, wa wa damu iliyotoka kwenye mbavu ni ukombozi wa uchungu wa ndani. Damu iliyotoka kwenye miguu ni ukombozi wa miguu, ustawi, umiliki wako. Damu iliyotoka kichwani ni ukombozi wa ufahamu. Sawa, inaweza kama ikawa ufunuo lakini damu inayozungumziwa sio damu iliyochururuzika hata wale majambazi waliotulikwa na Yesu Kristo naye walitoka damu pia. Kinachozungumziwa ni kufa na kufufuka. Nguvu ipo kwenye ufufuko, ufufuo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alisema yeye ni Bwana wa ufufuo. Nguvu ipo kwenye kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Alipofufuka aliwatoa wengi, alituhamisha wengi katika mfumo wa giza. Alitutoa katika hali ya dhambi akatuingiza katika haki kupitia mauti yake baada ya kutoa na kutoa wewe wa wake. Kwa hiyo nguvu ipo kwenye nini? Kufufuka kwa Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani. Mathayo sura ya 16 mstari wa 18. Yesu Kristo kuanzia mstari wa 14 pale Mathayo 16 mstari wa 14 anauliza wanafunzi wake, anasema huko anaita mimi nani? Ungesema yule ajaye, ya ungesema Elia, wengine nani? Akasema na nyie na itamili nani? Wakajibu wakajibu, lakini Petro Simoni Bariona ni Petro mtume, akamwambia wewe ni mwana wa Mungu. Akasema mwili na damu unjafanyaje kufunulia haya, bali Baba yangu wa mbinguni ndio avakufunulia haya. Akasema katika ufunuo huu, katika ufunuo huu, ufunuo kwamba umejua mimi ni mwana wa Mungu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, Mkombozi, katika ufunuo huu inaijenga kanisa la kanisa la Yesu Kristo. Limejengwa kwenye ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo ni nini? Ni Mungu alidhihirika kupitia mwili, Imanueli Yesu Kristo ndiyo nguvu ya kanisa. Ilia tofauti ya makanisa mengine duniani na kanisa la Kristo Yesu na mwili wa Kristo ni kwa sababu sisi tunaamini kwamba Mungu aliuvaa mwili wa kibinadamu, neno aliuvaa mwili wa kibinadamu akadhirika kaishi pamoja na sisi. Biblia nasema kuna Wafilipi sura ya pili kuanzia mstari wa tano mpaka wa tisa anasema yeye aliyekuwa sawa na mungu aliona kuwa kule kuwa mungu hakuna, aliachana kule kuwa hali ya Mungu, akajishusha katika hali ya kibinadamu, asione ni kitu kuwa Mungu, akauvaa mwili wa mwanadamu, na ndipo jina lake likainuliwa. Aliyeinuliwa ni yule mwanadamu Kristo Yesu, yule aliyeuvaa mwili Ayo ndio ukombozi ambaye tunaita ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kanisa la Kristo limejengwa katika hapo, kazi ya msalaba, kazi kamilifu ya kidabiu Kristo Yesu aliyoifanya. Kuna mtu mwenye anaongelea kwenye majoni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa saba anasema Wapinga Kristo hupuuzia kuja kwa mkombozi katika mwili. Yoyote unayomsikia anapuuzia kuja kwa mkombozi katika mwili, kwamba Yesu Kristo ni mkombozi, ni mwana wa Mungu, huyo ni mpia.